Kumbuka kwamba uh, droo hii imeshuhudiwa na wawakilishi mbalimbali mbali, uh, katika siku hii hapa ya leo. Lakini kwa kuanza ndimbo, tuanze na wadhamini wakuu ambao wanatupatia nguvu kubwa sana uh, benki ya CRDB, uh, kwa mchango wao uh, mwakilishi wa CRDB tunamuomba tafadhali, uh, aweze kusogea hapa tuweze kuzungumza naye kuhusiana na droo kwa ujumla, lakini mambo gani mazuri. Eh, hawa ndio wanaweza kushangaa bwana, meongezeka maradufu eh. <coughs> Ae, ni watu muhimu sana ae, watu muhimu sana maana unaweza ukashangaa tu jambo likawa mambo yakawa vizuri kabisa kabisa. Kwa, kwa faida ya watazamaji, jitambulishe pamoja na cheo kufahamu kufahamu kwa majina. Anaitwa Dickson Junior, ni mweneja mwandamizi wa masoko benki ya CRDB, kama ndo mdhamini mkuu wa mashindano ya CRDB Bank. Tumetoka mbali lakini tulipofika ni karibu umeionaje? <tie> <tie> Uh, na mambo yanasemaje? Tuangalie kwanza safari tulipoanza. Nadhani tulikuwa zile za kipindi kile 64 sta timu zilikuwa nyingi kutoka mm, ngazi za wilaya, watu wamepambana sana mm, lakini sasa tumefika kwenye hatua ya mwisho ambapo tunasema ndo uhondo wenyewe unaanza kuja. Uh, nimefurahishwa kuona bado tuna timu zile za ngazi ya chini ambazo kweli zinaonesha kwamba zinapambana na ndio lengo letu, lengo letu ni kuonesha ushindani kwanza, angazi sana juna juna hapo, uh, na ukiacha na pia uh, tutakuja kuangazia hapo kwa ukubwa wake na mapana yake, lakini uh, kwa mtu ambaye kama unafungulia hivi sasa uh, televisheni yako hapa, TV yako Azam TV, kumbuka kwamba hiyo ni hatua ya robo fainali. Young Africans robo fainali ya kwanza dhidi ya Stand United. JKT anapambana dhidi ya Pamba Jiji Football Club. Simba Sports Club anapambana dhidi ya Mbeya City, wakati uh, Singida Black Stars yeye ana pambana dhidi uh, okay. uh, mm. uh, ya Kagera Sugar. Wana Super Nkurukumbi, hapo ungejitambulisha tena vizuri kidogo watu wakusikie vizuri kwa majina. Naitwa Dickson Juno, ni meneja mwandamizi wa masoko benki ya CRDB ambao ndio wadhamini wakuu wa CRDB Bank Federation Cup. Mm, ndio tume tumetoka mbali tulipotoka, ni mbali sana lakini tumefika pazuri. Uh, timu za kutoka madaraja ya chini championship na enyee bado zimo kama dibi siku tulikuja hapo kwa na jinasi kwamba hiki hey, ndicho tunachokihitaji tunachohitaji tunacho ni ushindani. mm. Uh, na kama sisi tumekuja kuleta nguvu hihi mm. tunamaanisha kwamba tumenyanyua nguvu kuanzia ngazi ya chini. mm. kwa hiyo tunaomba ushindani uendelee na timu kweli zisibweteke, boli ki ushindani mm. eh, so, ushindani, yeah. timu zisibweteke. Ukibweteka kwa shangaa yeah. unakuwa shahidi tunaendelea kushuhudia surprise inaendelea E, surprise inaendelea. Tulisema tuna kitu mm. Tunaenda mm. kidogo mdogo. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kwenye hatua ya nane bora, sitaki mm. Ka, kaida yetu watu sana vitu lakini mm. surprise bado zipo. Benki ya CRDB ni benki kubwa sana mm. kama tukawa kuna mashindano kwa msimu wetu wa pili, ambapo mm. kwanza tukawa katikati mm. tuna mengi tunaendelea kuyafanya. Kwa, kwa tunaendelea kuomba mashabiki waendelee kutuunga mkono, waingie viwanjani, washabikie timu zao, tuna mengi sana kwa kufanya kwenye jamii. Ah shukrani sana bwana. Ah tunaamini kwamba kuna neno litatoka zito tu. Kweli. Ndio mbona <laughs> Sawa, shukrani sana kutoka sia bd kuweza kujumika nasi katika wakati huo bwana, lakini pia uh, tuanze na bingwa mtetezi Young Africans Young Africa, ambaye yeye ndo anatetea hili taji. Nimemwona mkurugenzi uh, wa maswala mazima ya ufundi wa mashindano, mashindano wa Young Africans uh, ndugu yetu sana huyu eh, amepita sehemu mbalimbali eh, mtu wa boli kabisa na. Na, na sasa hivi yupo ndani ya kikosi cha Young Africans, Young Africans. Mwakilishi wa Young Africans uh, sio hapa bwana uh, katika kuweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la mchezo huu hapa. Asalamu ah, alaykum bwana. Mambo yanaenda. Asante. Ah, <laughs> <laughs> Ibra, mambo yanaenda? Salama na <laughs> shukuru. Salama na hongera kwa wakati tujao kutana. Asante <laughs> sana, nashukuru sana. Bingwa mtetezi, uh, droo umeionaje kwa jumla yake na mpinzani wenu ambao mmepangwa naye? Ah, uh, Droo ni nzuri kwa ujumla ya wazi kabisa, kila mmoja ameona ilipochezeshwa, lakini pia ukizungumzia mpinzani wetu Stendi, eh, ni mgumu hasa ukiangalia anafanya vizuri sana katika eh, Championship. Championship, hmm. Na mpaka kufikia hatua hii amevuka viunzi vingi sana kwa hiyo sio mechi nyepesi eh, ni mechi ngumu, lakini tunatarajia timu tena kutetea taji letu inshaallah. Huko hamna kipengele unaona una, una pangiwa pale draw, unaangalia kwa jicho fulani hapana, ujue. Uh, sisi tumeangalia draw, lakini bado unaangalia ile road to the final. Mm. Kwa maana kwamba nikivuka hapa nikivuka pale inakuwaje? Kwa hiyo unaangalia mchezo wako unaangalia na mechi zingine pia yeah. mm. road to the final ah, draw ya kabla ya kichwani ya na mm. kuna draw halisi yes. kabisa kwa kadri zilivyokuwa zinachezeshwa, unaangalia namba tisini na moja nani na uzuri, Ndimbo ame ametupeleka ame katika njia zile zile, kwamba katutajia michezo kwanza, hmm. Hmm. namba na nusu fainali itakuwa nani na nani, tunasubiri tu Eh, kwa sababu kwanza Young Africans kila mkoa ni mwenyeji tunasubiri tu kuambia tunakwenda wapi. Sawa, shukrani sana da uh, Ibra kwa kuweza kujumuika nasi hapa. Asante sana. Shukuna. Asante. Uh, ni Ibra akiweza kuwakilisha upande wa Young Africans, lakini uh, tuweze kuangazia uh, protocol battle walipokaa pale uh, Clifford uh, mm, pamoja na mzee Kisiwa mm, amekaa kwa pembeni ni mwakilishi wa Mifatana. Simba Sports Club. Wamefatana. Maswaiba. Mm. Eh, Maswaiba. Basi <laughs> mwakilishi <laughs> <laughs> upande wa Simba Sports Club mzee Hamis Kisiwa uh, kuweza kuja kuzungumza kuona kwamba ameipokeaje droo kwa ujumla wake na upana wake, lakini pia anaionaje njia ya kuelekea fainali uh, washa litoa hili. Ah, mzee Kisiwa, sema eh. Ah, longa longa longa ah longa miangu ah, sina mbuli <laughs> <laughs> Sasa droo wewe umeionaje, mzee Kisiwa, kwa upande wa Simba Sports Club? Dani, nianze kuendelea ku, ku, kuwapongeza. Ndiyo. Azam, CRDB kwa kuendelea kutoa draw iliyokuwa ya haki na ya uwazi, hakuna anaipinga. <coughs> Lakini pia nisipongeze timu zangu niseme wenzangu ambao tumeingia katika hii nane bora yeah. Ilikuwa ni safari ndefu, lakini wote tumefika hapa na hesabu wote ni bora. Sasa bora zaidi ataonekana katika nusu fainali. Tumepangiwa Mbeya City, ambayo kiangalia Mbeya City safari yake ya kufika hapa amemtoa Azam Football Club nyumbani katika uwanja wa Chamazi, afu akarejea katika mechi inayofuata ya kumi na sita bora ulipambana na Mtibwa Sugar, ambao Mbeya City na Mtibwa Sugar wanapambana kuwania kurejea ligi kuu. Mtibwa ambaye yupo juu, yeye yupo chini, akamfunga Mtibwa, naweza kusema ni kiboko ya vigogo kidogo, sitaki kujipeleka huko, lakini wanahistoria, warudi nyuma, haijawahi kuwa mechi rahisi kati ya Simba na na Mbeya Be City haijawahi kuwa mechi rahisi, mm -hmm. Tangu Mbeya City izinduliwe, tuseme, kwa sababu Mbeya City mm -hmm. na Simba Simba ni mtu mzima kidogo kuliko, sio mtu mzima kidogo, mtu mm -hmm. mzima hasa kuliko Mbeya City, lakini haijawahi kuwa mechi rahisi. Kwa hiyo tunatazamia kwamba mechi, tu, mechi itakuwa ngumu, lakini tunat... Mwenyezi Mungu atajalia Simba itaibuka na ushindi. Unaionaje safari ya kwenda finali ile road map yenu? Ngoja tumalize hii kwanza tusianze kutengeneza kule hapa Ngoja uh, tutoe mwiba huu wa mguuni kwanza. Ulimtamani ndugu yako Ibrahimu, unasemaje? Tutakutana mbele ya safari. <laughs> <laughs> <laughs> shukrani sana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kuhusiana <laughs> na kile ambacho kimeweza kujiri hapa, lakini pia mwisho wa siku tupo na mtendaji mkuu wa uh, kikosi cha JKT Tanzania uh, jemedari Saidi Kazumari, naye pia tuweze kupata mtazamo wake uh, katika safari yao ya hatua ya robo fainali uh, kipi ambacho anaweza kukizungumza. Tuko vizuri, mambo tupo sawa Sio, tumeweza kuona uh, droo yenu ikiweza kuchezwa mejipangaje dhidi uh, ya Pamba ya yeah, mechi ngumu, mechi inayokutanisha timu mbili za ligi kuu ni mm. mechi ngumu mm. na um, sisi na Pamba na almost tuna malengo yanayofanana na ni eneo ambalo kwa sisi timu ambazo huwezi kusema tunataka ubingwa wa ligi kuu, lakini tunaweza kupata ubingwa wa mashindano kama haya ya vikombe ya vi sababu lolote linaweza likatokea kwenye mechi ya mtoano. Unajua siku hiyo inategemea mtu anaamkaje tu. mm. Unaweza ukamdandia mkubwa na ukamnyoa ukafika zako fainali <laughs> uh, watu wanakumbuka uh, Lipuli wamewahi kucheza fainali. Nakumbuka na, Mbao wameweza kucheza fainali. mm. sindio? Hivi hivi tu ni mechi ngumu kwa sababu sisi sote ni ligi kuu na sisi sote tuna mahitajio ambayo yanalingana kwamba hatuwezi wote kuchukua ligi kuu huko tumewacha wakubwa, lakini huku ndo eneo ambalo tunajificha nasema, unaweza nikaibuka. Mm. Sasa mkikutana njiani hapa, mm. mnaanza kuegeana vigingi wenyewe, sio? So I hope it's gonna be a good match kwa sababu ni ya ligi kuu na tutakuwa na mechi tatu za pamba msimu huu. Tumecheza mechi ya kwanza pale Isamuyo, tumetoka sare, bado hatujaenda kwao kwenye mechi ya ligi kuu alafu ndio watakuja tena kwa ajili ya shughuli hii, kwa hiyo ni mechi kubwa, ni mechi ambayo tunaipa umuhimu mkubwa sana

kukatokea shida kidogo kwenye kupeleka majina, ikapelekwa jina la Simba la mzee kisiwa badala ya kupeleka JKT. So historia ibaki hivyo eh. Kwa sisi sio wageni huku eh. Hili ni eneo ambalo tunalijua vizuri mtu nusu tunaweza tukamt. Shukrani sana Jevidali kwa sasa kujumuika nasi kwa wakati huu hapa na historia <laughs> Lakini pia tupo na uwakilishi kutoka Singida Black Stars Omar Omalkaya yupo uh, ndani pia kuweza kuangazia je, droo uh, yake yameionaje, uh, wanajipangaje uh, Singida Black Stars ambayo zamani fahamika kama Ihefu walifika eh, hatua ya nusu fainali mkaondoshwa na Young Africans msimu uliopita ikifahamika kama EF. Mm-hmm. Lakini sasa ni Singida Black Stars. Ambao nakwendaje? Salama kabisa, tuko vizuri kabisa, safi. Draw umeionaje? Draw ni nzuri, nadhani kama waliotangulia walizungumza kwamba imekuwa na uwazi na ni jambo zuri kitu kinapokuwa kwenye uwazi. Na timu ambayo tumepangiwa nayo ni timu nzuri, timu nzuri, tumeona matokeo yake karibuni hapa ilikuwa mazuri. Kwa hiyo tunaamini kwamba itakuwa ni mechi nzuri sana lakini tutajipanga kwa sababu, ili uweze kufika mbali lazima ukutane na, na ushindani, ili uweze kufanya vizuri na uweze kufika sehemu ambayo unastahili kufika. Kwa hiyo tunaamini kwamba itakuwa ni mechi yenye ushindani, mechi ambayo itakuwa ni nzuri, na tunategemea kufika mbali zaidi, ingawa nimeona mzee Kisi hapa, namtamani namtamani, kwa maana tunatamani kukutana na Simba eh, kwa sababu unapokuta kwenda fainali, unapompiga mtu mkubwa kama yeye inapendeza zaidi. Kwa hiyo okay. Natarajia tutakutana naye tu, mm. yeah. Sa, sawa, shukran sana. Uh, na watu wanategemea makubwa sana kutoka kwenu. Wategemee hivyo, na tunaamini tutafanya hivyo. Surprise ah, mpira una surprise zake hmm. Lakini lazima uende ukiwa positive, kwa hiyo hmm. tunaamini kwamba tuko vizuri na tunategemea kutoa ushindani wa hali ya juu hmm. na tunategemea kufika fainali Umar Kaya akiweza kuyazungumza hayo kuhusiana na uwakilishi kwa upande wa Singida Black Stars. Naamini wakilishi ni hao, kama kuna wakilishi wengine ndiyo au ndio wawakilishi ambao wamejitokeza katika siku ya leo wakiwakilisha hmm. uh, klabu nyingine ambazo hazijafika pengine, kutokana hmm. na eh, majukumu mengine ambayo wako nayo na, lakini bila shaka uwakilishi hmm. wao mzuri tu, wakilishi mzuri ndipo. Uh, michezo kwa faida inategemewa lini? Michezo uh, ni kati ya Aprili kumi mpaka kumi na nne kwa hiyo hapo ita, itategemea pia na timu ina michezo lini, kwa mujibu wa ratiba nyingine. Eh, kwa maana kwa mfano timu ambayo inacheza tarehe tisa haiwezi kucheza tarehe kumi, lakini maanake kuanzia tarehe kumi mpaka kumi na nne hapo eh, michezo hiyo inataraji kuchezwa. Shukrani sana Clifford, uh, Ndimbo ambaye tulikuwa naye katika siku hii hapa ya leo hapa kutoka TFF, lakini hutosita sita kulishukuru jukwaa zima ambao, uh, tunaendesha droo hii hapa Maalim Sale pale, pamoja na George Lucas Gaza. Ilikuwa ni droo safi tam sana katika siku hii hapa ya leo, na hatimaye sasa tukutane viwanjani watu wazito bwana. <laughs> <laughs>